Sio mtu akushawishika ovyo ovyo, na ndio kwa sababu bado tuko salama. mimi na yeye, nataka niwaambie siri, mheshimiwa Buteko na mie wote ni walimu. Siri nyingine mheshimiwa Buteko yeye ameshakuwa mtumishi wa chama cha walimu, lakini huko nyuma yeye ndo alikuwa bosi wa mkoa, mimi nilikuwa katibu wa mkoa alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Geita, mi nilikuwa katibu wa mkoa wa Singida. Kwa hiyo huyu ni bosi wangu kwa nyuma nyuma, tulifanya kazi vizuri na tunaendelea kufanya kazi vizuri hakika. Mwenyezi Mungu akuongoze, akujalie katika ndoto zako zote, ili warabukombe uweze kufanya nao kazi ni vyema vizuri. Ndugu na Bukombe sipigi kampeni. Isino mbunge a miaka mitano iliyopita mpaka leo hii na anawaomba tena, anawaomba tena wana Bukombe, anawaomba tena alafu mtaka kufanyaje? Eh? Ah, wala sijasikia anaomba nione vidole dotabitekoy Mheshimiwa mbunge wetu oye, oh yeah. Oktoba kwa Mheshimiwa Doto Biteko mnaongeza na zile mbili, sio lazima mziongeze za kwake yeye na hao wake yeye, msiende pengine. Nakushukuru sana Mheshimiwa Doto Biteko kwa baraka hii. Mimi hata nikiondoka hapa saizi wala sina mashaka na wewe, wewe tayari ni mbunge wa jimbo hili, endelea hey, vizuri na napomalizia hapa, najua kuna kazi kubwa leo maraki wageni, tuko wengi na itifaki lazima uwe na sisi mi, nikitoka hapa na mkutano wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mimi ni mwangalizi wa uchaguzi wa kanda ya ziwa mkoa huu ikiwemo, nakutana na timu ya viongozi kujua wamefikia hatua gani, wapi tunakwama na kwa nini hatupati kura za kutosha nakutana na wagombea wote wa bunge na madiwani. Sasa mkutano huo ni leo, baada ya kikao hiki hapa hapa Bukombe, na mheshimiwa Doto Biteko ni mgombea mkuu bunge, lazima awepo kwenye kikao changu, hapo ndio mtihani. Na mi naanza kikao mara moja baada ya kutoka hapa, na yeye amealika wageni, marafiki, wazee wake, walimu wake amesema chakula kula nao, kazi kwako. Unakuja kwenye mkutano wangu au unakula kwanza? Hiyo sababu. <laughs> ni msaidizi wangu mzuri, namwelewa vizuri, sio mtu mwenye shida shida, matatizo matatizo, na kuruhusu mi nikitoka hapa, we, anza kwanza, pata chakula na watemi, viongozi wa dini, viongozi wa chama cha walimu Tanzania, wako hapa, pata nao chakula, ushibe na washaka bila aenda kule kutengeneza mambo. Ukimaliza njoo tumalizie mambo, Mheshimiwa Doto Biteko oye! Kwa hiyo baada ya kusema haya, waalimu wenzangu, niwatakie kila la heri kwenye sherehe hii. Nimepata taarifa kwamba leo kutakuwa na mkesha na wasanii akina Magambo wako na Mr K na yule anayesema mimi ni mpangaji wake. Unajua, kuna watu wengine tunaona tu kwenye TV. Leo nami nimemwona live, nimefurahi pia. alafu nilikuwa nadhani ni mtu mrefu, kumbe mfupi <laughs> leo kapiga pama hilo, nikamwambia litoe pama nikuone, ndio nimemuona vizuri live leo. sasa tupouliza upangaji, nyumba ipi? Sasa hiyo nasema, unanipangia uh, mipango. Naona jamaa huyo